Endele na story yetu Chemba parti 4. Parti 3 tuliishia pale ambapo babas iko chumbani na bweta. Bweta akamwona mama yake, hiyo dili. Sasa Bweta kichwa am panic, hasira. Babas wamuuliza vipi, Bweta kakabani ile kuonyesha ujasiri, sakuja pale kwa sababu ya pesa, akitaka kuonyesha kama

Boda, akaenda single room akachukua simu, akampelekea Ana, ili kufika tu Ana akashika simu, kushika simu ile halo, simu kajipokea na kwenye loud speaker kabisa. Kasikia sauti ya Marwan. Marwan anamwambia nini Ana? hiyo mimba itoe, sitaki rafiki yangu ajue ambebaba. Sitaki rafiki yangu ajue, akijua itakuwa noma. Dogo ashasikia yale maneno. Ah! Akakata simu haraka haraka Anauambia nini Bweta, haya maneno ambayo yasikia hapa, ile siri baina yangu mimi na wewe usimwambie mume wangu, ambie mume wake mbabas. Na ukucheki pale Bweta tayari akila ashavurugwa. Kule babas amempiga mama mamake makofi, hakumjibu lolote. Bweta akatoka kutoka, ila hivi njiani kakutana na babas. Babas wamuuliza anankuambia nini? Bweta ile waongea naye kumwambia ah, bana, nilikuwa ananiambia nimpeleke simu yake chumbani, ili kwa sting kumnaita ana atoka, muona Bweta na baba tayari, ye, niseedi, dogo, ah, baba Tayari. Eh dogo. Dogo anisema. Ankorogeka. Akatoka. Toka enda safari zake zakeenda zake dukani. Bweta naye akaingia chumbani kujifungia alale. Atafakari utaendaje. Ujue pale ana tayari ashakorogeka. Dogo ashamwambia babas na yeye babas akatoa kelele zake dukani. Kufika dukani, levyafungua duka, kutana na barua pale chini, barua imeandikwa nini: mambo yako yote nishajua, sasa nitajua cha kufanya. Da baba ntajua kupata ile barua. Sasa kajua ile barua inaandikwa na nani? na eh, si vivi itakuwa nani ambaye yajua mambo yangu na nawa nifuatilia? ni uleule ule, Baba za akatoka kurejea nyumbani kwenda kuhakikisha kumuuliza ni ali maneno kama yeye ndo ameandikile barua kurejea hivi, lakini kabla ajarejea njiani akapigwa na akili da, ili jambo atampigie Maruani simu muelezee, lakini akakuta hata hili jambo sila, sila kwenye simu, itabidi mimi niende kwa Maruani kamuelezee ili jambo

Eh, mimi nafikiri bwanako akijua itakuwaaje na bwanangu rafiki yangu sana. Mimi sitaki ma, ayo mambo. Mlango ukagongwa. Eh, kabidi baba zaingie ndani sijua so baba zina Marwani mrafiki ile kuingia ndani la hivi. Marwani alimwona baba zi akashtuka simu ikaanguka. Baba zina ashtuka, mbona huyu jamaa aniona mimi, akashtuka simu kaibwaga, hasa Marwani ana yake kichwani, babazi ana yake kichwani, alafu sisi sasa eh, na na kule nyumbani pia dogo naye bweta ana yake kichwani nakuta. Eh, mimi nitafanyaje hapa? Nitaishi vipi? Mchongo kweli ninaupata. Bi mkubwa ninampata, yuko hai, lakini bi mkubwa yua nyanyaswa na yua teso, na mimi ndo nafahamu. Muangalie yawaje, ani naye kule akili mvurugika. Unajua ba, babazi anaambiwa utafanyaje sasa? Kitu ambacho chafaa hapa

Story yetu itaendelea part 5, tutaanzia hapo, hivyo tukiendelea, lakini usikose kufuatilia Chemba, Chemba, Chemba, Chemba.